Nataka kufundisha. Chukua daftari yako, chukua peni yako, nataka kufundisha. Amina. Neno letu la mchana wa leo ni kulinda moyo. Kulinda moyo, ebu mwane shirani yako. Kulinda moyo udatehajasia kulinda moyo. Moyo. Kulinda moyo. Kwa nini tumetakiwa kulinda moyo? Bwana Yesu apewe sifa, amina. Unajua, moyo moyo, Bwana Yesu, amina. Moyo ni chanzo cha uhai wa mtu, moyo ndio unaofanya damu damu, unasambaza damu ni damu ndani ya ndani ya mwili wa mtu moyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Moyo ndio pia roho ya ndani ya mwanadamu, moyo. Amina. Amina, amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa sababu pia tabia ya mtu, tabia ya shirikaa kupitia nini ndani ya moyo wako. Tabia yako ujirikana, tabia yako huonekana, lakini inaanzia wapi? Ndani ya moyo. tabia Na ndio mwana hapa tunaambiwa kulinda moyo. Karibu mtumishi wa Mungu Godfrey Maundi kunisomea Methali sura nne ishirini na tatu. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali sura ya 4 na mstari wa 23. Ndio, neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema nini? Linda moyo wako, linda moyo wako kwa uangalifu wote linda moyo wako wanakwambia, seme linda sana moyo wako kuliko vyote vingine. Nimesema seme kuliko vyote uvilindavyo kwenyewe, kwenye shauli inasema hivi, shauli nyingine inasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa sababu huma ndino mwanachemchome ya nini, ya uzima Amen. Amen. Hayo wanatuambia kwa ajili ya kulinda moyo kuliko vitu vyote. Itakueleza sababu nane za kuweza kulinda moyo, lakini tazunguzia nne au tatu tunaweza kulinda moyo wetu kama mnaweza kupata chemchemu ya uzima mnaweza pia kupata chemchemu nini ya mauti. Kama ukulinda, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sababu ya kwanza ya kwanza kufanya kuilinda moyo ili tuweze kupata uzima. Tuangalie Warumi, sura ya kumi na aya ya kumi. Kwa sababu sababu kwa moyo mtu ufanya nini? Uamini. Ni sababu ya kwanza. Kwa sababu ya moyo mtu ufanya nini? Uamini. Haya, mtu uamini kwa sababu ya nini? imeanza watu moyo. Kwa hivyo kwenye kwenye nikasema amira wa Mungu kwa kitabu cha Warumi sura ya kumi na mstari wa kumi ndio neno la Mungu linasema maana ni mtu huamini kwa moyo, mtu huamini kwa moyo, atafanywa mwadilifu, atafanywa mwadilifu na hukiri kwa kinywa, na hukiri kwa kinywa ataokolewa, hata ataokolewa, ni kupitia kwa nini? Wa moyo. Hey, mtu huamini kupitia kwa nini? Kwa moyo. Bwana Yesu asiye sana, amina. Ii mmoyo hata moyo unapokuwa umeamini moyo unapokuwa umekubali, kinywa kinafanya nini? Kinywa kinaongea, kinywa kinatiru. Haleluya, bwana Yesu asifiwe. Kinywa hakiwezi kukiri kabla moyo haujakubali.

mabaya tukaingia katika amtu tukafanya kitu ambavyo isivyowezekana. Moyo tunalinda ili kuepuka kufanya nini? Mabaya. nn kumi na nne akauna unalinda huyu moyo ili kuepuka kufanya nini? Mabaya. Unaulinda moyo kuepuka kutenda mabaya. Hii ni sababu mbili iliyosababisha kwa nini unalinda moyo. Nitasoma neno la Mungu kutoka Yeremia sura ya nne na mstari wa kumi na nne.

aendelea kuwaza maovu. Mungu anaongea na nabii wake ili aongee watu wa Yerusalemu niseme ya kwamba waondoa nini, wasafisha nini, ndio moyo wao ili waondoe nini maovu. Mpaka lini utaendelea kufanya nini, kutenda dhambi?

Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na, na matukano. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mathayo ametueleza vitu sita vinavyoweza kutoka wapi? Ndani ya moyo. Haleluya. Amina. Haleluya. Vitu ngapi? Sita. Asema kwa sababu ndani ya moyo kutoka nini? Mawazo mabaya ili mtu aanze kusoma mabaya, ili mtu aanze kuongea mabaya juu ya mtu mwengine, yameanza watu, yameanza ndani ya moyo wake. Seme, ndani ya moyo munatoka mawazo mabaya, ndani ya moyo munatoka uzinzi, ndani ya moyo munatoka uasherati, ndani ya moyo munatoka uongo, ndani ya moyo mnatoka uuaji.

ameanza ndani ya moyo wake kwenda kutukana. Najua mwanamtu anapokuja kukutana, haijalisha melewa amefanya nini. So ulevu, alimfikiria alizamiria tayari ndani ya moyo wake kwamba lazima kutukane, lazima kuchange, lazima kuepe mabaya, lazima kuongea, a kusemea uovu, ni ndani ya moyo. Haleluya. Ili anda uzini, uzunditu alanzie kichwani, unaanza ndani ya moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana jinsi Mungu anavyokuwa tawala, anavyokuwa tazarisha kwa ajili ya moyo. Kwa uzinzi unatoka hapo. Ili wende uzinzi, wende ufanye uasherati. Lazima moyo uwe umekubali. Haleluya. Ni chama na wakati mwingine unapotaka kufanya kitu kawai, kuna vitu viwili vinashindana. Kuna kitu kinatakiwa Unafanya nini? Unakubali. Haleluya. Tunaamini na kuamini katika moyo pia, tunakataa. Haleluya. Hata watu hapa wa sikiliza, niwaambie watu wa polisi, hata mtu ona, watu watu hawana uhuru. Unajua mtu ambaye ana kanisani yeah. Sio hapa kanisani, mwanze kumshika Mungu kumshika <coughs> Mungu <coughs> naanzia kiwa nyumbani kwako nyumbani kwako siku moja, hatuwezi kufasia aza siku yoyote, kwa sababu kila kitu kinaanza ndani yako. Lakini ukiangalia, kuna nafsi. Sema amina. Kuna mioyo ambayo imesimama, kuna mioyo ina mizigo, kuna mioyo ina matukuzo, kuna mioyo imedoma. Kwa jina la Yesu, kwa sasa leo, acha moyo wako ufunguke kumwabudu Bwana. Amina.

Ukiweza kuulinda moyo, hata pesa hata umaskini huwezi kukupelekesha, kwa sababu tayari moyo wako umeulinda, ambacho chochote ambacho kinaweza kukata kimetokana na moyo wako thabiti utakutana na moyatkut vizio ukakumbana na mambo ya jiandaa, kwa kusimama katika kweli, kwa kusimama katika haki, hauwezi kupelekesha michotoko kile, kwa sababu tayari mwe wako uko tayari. Sema amen, amen amba si nguvu ya pesa, haa shughuvi ya pesa ni nguvu ya Mungu. Pesa haiji kwa haiji, sema kwamba inakuja kwa Mungu, haiende kwa mtu, haiende kwa kichaa hai